Habari iliyoweza kutufikia katika media ya MAI TV siku ya leo tarehe saba ya mwezi wa 11 2025 ni kuhusiana na 25, mfanyabiashara maarufu Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa siku ya leo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22 ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa na kupanga uhalifu ambapo ni uhaini, lakini kosa la pili ambalo ni la uhaini linalowahusu washtakiwa ishirini na moja isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer ambapo wanashtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na, na kutishia mamlaka na watekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Lakini kosa la tatu la uhaini pia linamuhusu mshtakiwa namba moja pekee ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu mwaka 2025 na, na, na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Na hiyo ndio habari ambayo imeweza kutufikia katika media hii pendwa ya Mai TV. Kama mashabiki, unalipi la kuzungumza tuchie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila habari ambayo inatokea katika media hii pendwa ya Mai TV.